Anaamua kutubu zangu na kuziacha, Yesu anamsamehe yule mtu, amekuwa salama. Bwana asifiwe! Maana kabla ya hapo huyu Daudi mpaka akagundua kwamba uuni ukarimu Bwana amemtendea. Ukirudi kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya kumi na moja mstari wa 28 Yesu anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kwao Daudi akaona sasa amrudishie nini bwana? Bwana asifiwe. Sasa akasema kwenye mfano 29, laya, mjifunze, kwamu, nipole, na wa ishirini na tisa: jitieni ni la yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nani mtapata raha nafsini mwenu. Bwana asifiwe, amen. Kwa hiyo kazi kubwa na ya msingi ambayo Yesu Kristo unaweza ukamtendea kwa kazi aliyofanya pale msalabani. Kumbuka, huwezi ukaenda msalabani kwa ajili yake, maana upendo tafsiri yake ni kitendo cha kujitwika mzigo wa mwenzako kama wakwako. Sasa Yesu aliweza kubeba mzigo wako wa dhambi. Kitabu cha wa Korinto wa 2, sura ya 5, mstari wa 21, anasema yeye asiyejua dhambi, dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu sisi ili sisi tuwe haki ya Mungu katika yeye. Kwa